Nimekuja kuomba msaada wa dawa mwanangu. Sina muda na maneno yako. Kuna maumivu makubwa zaidi ya njaa, na hayo ni maumivu ya kudharauliwa na mtoto wako mwenyewe. Leo nitakusimulia hadithi ya Kelvin, kijana aliyekosa heshima akamfukuza mama yake maskini, lakini maisha yakamfunza somo la toba. Ni hadithi ya uchungu, majivuno na mwisho wa upendo wa mama unaoshinda dharau zote. Hii ni simulizi ya maisha yenye uchungu na funzo kubwa. Ni simulizi ya kijana aliyeamini pesa ni kila kitu hadi akamsahau mama yake. Lakini hatma ilimgeukia pale alipojikuta ameinama mbele ya yule aliyemkataa. Mwanzo wake ulikuwa mdogo lakini wenye matumaini. Mama yake alimlea kwa jasho na machozi, akiuza mboga sokoni ili amsomeshe. Alikuwa mama aliyejitoa lakini kijana hakuona thamani hiyo. Alipoanza kupata pesa, kijana alianza kubadilika. Alivalia suti kali, akaanza kuishi maisha ya anasa. Mama yake akawa mtu wa kando, kana kwamba hakuwa sehemu ya maisha yake tena. Mama alimkumbusha, "Usisahau tulipotoka mwanangu." Lakini kijana akajibu kwa jeuri, "Mama, acha maneno ya huzuni. Sasa mimi ni mtu mkubwa." Hapo ndipo moyo wa mama ulianza kuchubuka taratibu. Siku moja mama alifika kwake akiwa amechoka, akitaka msaada mdogo wa dawa. Badala ya msaada, kijana alimfokea mbele ya wageni. Hapo ndipo simulizi yetu inaanza kupata uzito wa machungu. Alimfukuza mama yake akisema, usije ukaja tena bila ruhusa. Wageni walibaki kushangaa. Mara nyingine maisha hutufundisha kupitia maumivu ya walio karibu nasi, ila mara nyingi tunachelewa kuelewa. Mama aliondoka taratibu, machozi yakimtoka. Nyumba aliyoona kama sehemu ya faraja sasa ilikuwa kambi ya majeraha ya moyo. Hata jirani zake waliona na kuumia kimya kimya. Kelvin aliendelea na starehe zake, akipanda magari ya kifahari na kula vyakula vya bei ghali. Alijiona juu ya kila mtu, lakini hakujua kwamba upepo wa maisha unabadilika haraka. Mambo yalianza kuharibika taratibu biashara zake zilianza kuporomoka, watu waliokuwa marafiki wakaanza kumtupa pembeni. Hapo ndipo dunia ilipoanza kumpa somo la kweli. Aliposhindwa kulipa madeni, akaanza kuuza mali zake moja baada ya nyingine. Wageni waliokuwa wakimshangilia walipotea. Ndipo ukweli huu kajidhihirisha: dunia itakupigia makofi ukiwa juu, lakini ikikuacha ukiwa chini. Siku moja alilala njaa Akakumbuka upendo wa mama yake. Alijilaumu moyoni, nilimtupa, nilimkataa, sasa niko peke yangu. Machozi yakaanza kumtiririka. Alivuta nguvu, akaenda kijijini kumtafuta mama. Alipofika alimkuta akikaa mbele ya kibanda chake kidogo, akitabasamu licha ya mateso. Picha hiyo ilimchoma moyo kama upanga. Alipiga magoti mbele ya mama, akisema kwa sauti ya kulia, mama, nisamehe. Nilikukosea sana. Maneno hayo yalijaa majuto ya kweli, kwani dunia ilikuwa imemshusha. Mama alimwangalia machozi yakimtoka taratibu. Alinyanyua mikono yake juu akasema, "Mwanangu, nilikusamehe siku nyingi, kwani wewe ni damu yangu. Huu ndio upendo wa mama, hauna kikomo, hauna masharti." Simulizi hii inatufundisha kitu kikubwa. Usiweke pesa juu ya yule aliyekulea kwa mateso. Kesho pesa zinaweza kuisha. Lakini mama atabaki mama. Baada ya msamaha wa mama, kijana alianza kuona nuru mpya maishani, lakini bado alihisi mzigo wa makosa yake unamkandamiza. Kila siku aliamka na mawazo ya namna ya kurejesha heshima aliyopoteza. Alikaa kijijini siku chache, akimsaidia mama kubeba mizigo na kuuza mboga sokoni. Kila mshikamano wa kawaida ulimgusa sana. Aliwaza, nimeishi maisha ya kifahari, kumbe furaha ipo kwenye urahisi. Watu wa kijiji walimwangalia kwa macho ya ajabu. Walikumbuka jinsi alivyoondoka miaka miwili iliyopita bila kuangalia nyuma. Sasa waliona kijana yule yule akiwa amepunguka kama kivuli. Mwingine waliwasema na mwingine walikaa kimya. Walijua mama yake alikuwa na moyo mpana wa msamaha. Mara nyingine jamii hutufundisha kimya. Hii tukiangalia tukipanda juu na kutushuhudia tukishuka chini. Kelvin alianza kuzunguka mitaa ya jirani akitafuta kazi ndogo. Hakukuwa tena na magari ya kifahari wala marafiki wa mialiko ya kifahari. Kilichobaki ni jasho na udongo wa ardhi ya kijiji. Siku moja aliona watoto wakicheka wakicheza karibu na kibanda. Hapo alikumbuka jinsi mama yake alivyowahi kumtenga chakula wakati yeye mwenyewe hakuwa na chakulala. Kilio kikamjaa moyoni. Aliamua kufungua ukurasa mpya, akaanza kulima na kumsaidia mama yake shambani. Alijua safari ya maisha siyo mbizo za haraka, bali ni mapambano ya kila siku. Mama alimwangalia kwa tabasamu dogo, alijua mwanawe hatimaye alikuwa amejifunza, upendo wake haukuchoka licha ya majeraha aliyopitia. Siku ziliendelea na kijana alianza kupata amani moyoni. Akajua sasa thamani sio mali, bali ni familia, heshima na upendo wa karibu. Safari yake ilikuwa imemfunza kupitia mateso. Kijana alianza safari ya kujijenga upya akiwa na msamaha wa mama kama mwanga wake. Lakini je, dunia itamruhusu apone bila jaribu jipya? Bado tunaendelea na simulizi yetu, na wewe muda huo ukionyesha upendo wako kwa kulike na kuandika maoni yako hapo chini. Miezi mipita, kijana alianza kupata nguvu ya kuanza tena biashara ndogo. Alitumia mtaji mdogo aliopata kutoka shambani. Hakutaka tena maisha ya anasa, bali maisha ya uhalisia. Alijifunza kuuza mazao ya mama sokoni kwa nidhamu. Ingawa faida ilikuwa ndogo, alihisi fahari kubwa. Hii ilikuwa njia ya kujenga heshima upya. Siku moja, aliyekuwa akiwa mshirika wake mjini alipita sokoni, alimwangalia kwa mashangao, wewe hapa sokoni? Kijana alitabasamu bila aibu, akasema hapa ndipo nilipostahili kuwa. Mshirika huyo alicheka, kisha akaondoka, lakini kijana hakuhisi aibu. Maisha hufundisha hivi: aibu sio kufanya kazi ndogo, bali ni kuishi bila kujua thamani ya kweli ya maisha. Mama alimpongeza kwa uthubutu wake. Alimwambia, mwanangu, sasa naona macho yako yamefunguka. Thamani ya maisha sio kupaa, ni kusimama imara hata baada ya kuanguka. Polepole pole, wateja sokoni wakampenda. Waliona unyenyekevu wake na heshima yake kwa kila mtu, wakaamua kumpa sapoti kubwa. Siku moja kulikuja mwanamke mzee kumfuata. Akamwambia, Nilikuwa rafiki wa mama yako enzi za ujana na kushangaa jinsi ulivyobadilika. Maneno hayo yalimgusa sana. Alijikuta akitokwa machozi machoni pa watu. Hapo alijua kuwa mabadiliko yake hayakuwa siri bali ushuhuda wa kweli. Watu wa kijiji walimkumbatia tena. Hata wale waliokuwa wamemkimbia walirudi kumkaribia. Ni kana kwamba waliona nuru mpya ikiangaza ndani yake. Hata hivyo, ndani yake bado alihisi kuna pengo. Alijua kuwa makosa yake ya zamani bado yalihitaji msamaha zaidi ya jamii pana. Hapa ndipo maisha hutufundisha kuomba msamaha, si mara moja, ni safari inayoendelea. Akaamua kurudi mjini, sio kwa anasa bali kwa lengo la kuomba msamaha wale aliowaumiza. Safari hiyo ilikuwa ngumu, lakini moyo wake ulijawa ujasiri. Alipofika mjini, hakupata tena heshima aliyokuwa nayo zamani. Wengi walimdhihaki, wengine wakampuuza, lakini hakukata tamaa. Alianza kushirikiana na watu wa chini wale waliokuwa wametelekezwa na jamii alijiona kuwa sehemu ya maisha yao. Kwa mara ya kwanza alijua maana ya undugu wa kweli. Watu waliokuwa wamemcheka mwanzoni wakaanza kushangaa. Waliona tofauti kubwa ndani yake, tofauti ya unyenyekevu na hekima. Kijana aliamua kugeuza maisha yake kuwa darasa la kila mtu. Alisema moyoni, nilianguka, nikasamehewa. Sasa nitaishi kufundisha wengine. Lakini je, dunia itakubali mabadiliko yake yote? Kijana alipoamua kubadili maisha yake alihisi kama mzigo mkubwa umeondoka moyoni. Aliamka kila siku na shukrani, kitu ambacho zamani hakuwahi kufanya. Akaanza kuhubiri kijijini na mjini juu ya nguvu ya msamaha. Wengi walimcheka mwanzoni lakini wachache waliguswa sana na maneno yake. Mama yake alikuwa nguzo yake kubwa, alimshika mkono kila mara alipodhoofika, akimwambia, mwanangu, mabadiliko yako ni ushindi wangu. Siku moja Kelvin alipata nafasi ya kuzungumza kwenye mkutano wa kijamii. Aliwaambia watu, nilifikiri pesa ni kila kitu, hadi nilipomfukuza mama yangu, ndiyo nilipoharibikiwa kabisa. Watu walibaki kimya wakimsikiliza kwa makini. Hakutumia maneno ya kujificha, bali alieleza maumivu yake waziwazi. Hapa ndipo simulizi hii hutufundisha udhaifu wetu, mara nyingine huwa daraja la kugusa mioyo ya wengine. Baada ya hotuba hiyo, kijana alipokea shangwe kubwa. Watu walimwona sio tena kama mkosaji, bali kama mfano wa mabadiliko ya kweli. Kelvin alianza kushirikiana na vijana waliopotea mjini. Aliwaambia, msidharau mama zenu, maana mama ndiye baraka yenu ya kwanza. Wengi walibadilisha mwenendo wao. Kila mara alipokumbuka siku aliyomfukuza mama, machozi yalimbubujika, lakini sasa hakuwa analia kwa huzuni pekee, bali pia kwa shukrani kwamba alipewa nafasi ya pili. Mama yake aliendelea kuishi kwa amani. Kelvin akahakikisha hana tena upungufu wowote. Alijifunza kuwa pesa kidogo ikitumika kwa upendo, hutoa faraja kuliko mali kubwa isiyo na moyo. Mambo ya ajabu yakaanza kutokea. Biashara ndogo ndogo alizozianzisha zilianza kustawi. Sasa akawa na uwezo wa kusaidia na siyo kujivuna. Huu ni uthibitisho kwamba unyenyekevu huleta baraka. Hata waliokuwa wakimsema vibaya Waligeuka mashahidi wa mabadiliko yake. Walianza kusema, huyu si yule kijana tuliomjua zamani. Kelvin alijua safari yake haijaisha. Aliendelea kusimulia hadithi yake kila alipopewa nafasi. Kila neno lilikuwa na uzito wa maisha halisi. Kwa watu wengi, aligeuka mwanga wa matumaini. Walisema, kama yeye alianguka chini kiasi hicho ameweza kusimama tena, basi na sisi tunaweza. Mama yake alimwambia tena, Mwanangu, nimekushuhudia ukipotea na sasa na kushuhudia ukirudi. Hii ni baraka kubwa kwangu. Maneno hayo yalikuwa zawadi kubwa zaidi kwake. Kelvin aligeuka darasa kwa jamii. Lakini moyo wake bado ulihisi kuna somo moja kubwa zaidi analopaswa kukabiliana nalo. Miaka ilipita, Kelvin sasa alikuwa mtu mpya kabisa. Alipata heshima si kwa mali, bali kwa maisha ya unyenyekevu na upendo. Alijua safari yake ya maisha ilikuwa fundisho. Mama yake alianza kuzeeka zaidi. Kelvin hakumwacha peke yake hata siku moja. Alimhudumia kwa mikono yake mwenyewe, akiona fahari kubwa ndani yake. Siku moja mama yake aliugua ghafla. Kelvin alikimbia huku na kule akitafuta msaada. Uso wake ulionekana na hofu kama mtoto mdogo tena. Alimshika mkono hospitalini na kusema, Mama, Usiogope, mimi niko hapa. Machozi yalitiririka usoni mwake. Hapo ndipo simulizi hutufundisha nguvu kubwa ya mwana huonekana pale anapokuwa dhaifu kwa ajili ya mama. Mama alimtazama na kutabasamu kwa sauti dhaifu akasema, mwanangu, nimeona mabadiliko yako sasa, moyo wangu una furaha. Kelvin alilia kimya kimya Akijua haya yalikuwa maneno ya mwisho ya faraja kutoka kwa mama yake mpendwa, alitamani muda usisimame. Mama alipumzika kwa shida, lakini bado alijaribu kusema, ulianguka, ukasimama, sasa endelea kuwa mwanga kwa wengine. Hapo machozi ya Kelvin yalizidi kumtiririka. Baada ya siku chache, mama alifariki dunia kwa amani. Kijana alihisi dunia yake ikitetemeka. Lakini pia alihisi nguvu mpya kama mama bado yupo moyoni. Kijiji kizima kilikusanyika kwenye mazishi. Watu walimshangaa kijana huyo si kwa mali yake bali kwa upendo wake kwa mama hadi mwisho. Alisimama mbele ya watu na kusema, "Nilimfukuza mama yangu nikiwa kipofu wa fahari, lakini nilipiga magoti nikiwa nimevunjika. Msirudie kosa langu." Hii ndiyo sauti ya toba ya kweli, si maneno matupu. Bali ushuhuda hai. Watu walilia, wengine walitazama chini kwa tafakari. Hadithi yake iligusa mioyo ya wengi zaidi kwa mahubiri yoyote. Baada ya mazishi, kijana aliapa kuishi maisha ya heshima na kuwasaidia wazazi wengine waliopuuzwa. Aliona hilo kama njia ya kumwenzi mama yake. Aliunda kikundi cha vijana mjini na kijijini kikilenga kuwaheshimu na kuwahudumia wazee. Kila alichokifanya alikifanya kwa jina la mama yake. Miaka ilivyopita, Kelvin akajulikana kama mtu wa hekima na msaada. Watu walimwita mwalimu wa maisha. Hakuwa tajiri mkubwa, lakini moyo wake ulikuwa hazina isiyopimika. Hivi ndivyo simulizi yetu inavyohitimishwa, kutoka kumfukuza mama maskini hadi kupiga magoti kuomba msamaha na kisha kugeuka nuru ya jamii. Funzo ni moja. Usiweke pesa juu ya upendo wa mama, kwa sababu mama ni baraka ya kwanza na ya mwisho maishani.